Kwingineko ni kwamba wizara ya Ulinzi inashirikiana na mashirika mbalimbali ya serikali kuhakikisha shughuli ya kuwasajili makurutu wa kijeshi mwaka huu ni ya haki, uwazi na kuaminika. Waziri wa Ulinzi Soipan Tuya aliliondolea lawama jeshi la KDF ya kuhusika katika visa vya ufisadi na udanganyifu katika shughuli ya usajili akisema visa vyote viliripotiwa vilichunguzwa na hatua za kisheria kuchukuliwa. Shughuli hiyo iliyozinduliwa leo itaendelea hadi tarehe 25 mwezi huu. Katika juhudi za kuongeza idadi ya maafisa wa kijeshi, kupanua vitengo na kuwajumuisha wataalamu katika idara hiyo, Jeshi la Ulinzi limezindua rasmi shughuli ya kitaifa ya usajili wa makurutu ya mwaka 2025. Waziri wa Ulinzi Soipan Tuya alikiri kuwa changamoto za awali za udanganyifu na ufisadi ziliathiri shughuli hizo katika siku za awali, lakini uchunguzi tayari umefanywa na wote waliokiuka sheria kufikishwa mahakamani as KDF leaders or members it is unfortunate that innocent civilians have been duped and most of them many Kenyans have lost money to such individuals tuya aliwahimiza wale wanaotaka kujiunga na jeshi kuhudhuria vituo vya usajili wakiwa na stakabadhi halali ili kujipatia nafasi za kulitumikia taifa in this regard

Naibu mkuu wa majeshi ya ulinzi, luteni jenerali John Umenda alisema kuwa usajili wowote uliofanywa kabla ya tarehe rasmi ya shughuli hiyo ni haramu. Point to note, this